Haleluya, mtu wa Mungu unayenisikia, na nataka niulize jambo moja, ya kwamba ikiwa tunaamini kwamba kiongozi akichaguliwa na watu kwa kupigiwa kura huwa tunaamini kwamba ametokana na Mungu, yaani mtu ambaye amechaguliwa na watu kwa kupigiwa kura huwa tunaamini ya kwamba katokana na Mungu na hivi tutashindwa kuamini kwamba mtu akikataliwa na watu, tutashindwa kuamini kwamba akikataliwa na Mungu? Mtu wa Mungu, tutafakari pamoja. Kama mtu akikubaliwa na watu, akakubaliwa na watu, akapendwa na watu, huwa tunaamini kapendwa na Mungu, kakubaliwa na Mungu. Je, inakuwaje akikataliwa na watu? Je, sio ndo maana yake kwamba amekataliwa na Mungu neema Yesu Kristo iwe juu yako unapoendelea kulitafakari jambo hili